Bwana Yesu asifiwe sana, mpendwa wa mtazamaji wa MHAE TV, karibu tena katika kipindi chetu cha mkate wa leo. Mkate wa leo, bado tuko katika kumalizia malizia juma la Pasaka na tunamalizia juma la Pasaka na tunaangalia jinsi Yesu alivyojionyesha kwa wanafunzi wake na mambo aliyoongea nao wanafunzi wake yani, wale kumi na mmoja waliobaki baada ya Yuda kuondoka. Injili ya Luka sura ya 24 kuanzia mstari wa 39, tuangalie jambo lingine hapa. Tazameni mikono yangu na miguu yangu, ya kuwa ni mimi mwenyewe. Nishikeni shikeni, mwone kwa kuwa roho haina mwili na mifupa kama mnavyoniona mimi huwa nayo na baada ya kusema hayo, aliwaonyesha mikono yake na miguu yake. Basi walipokuwa hawajaamini kwa furaha, huku wakistaajabu, aliwaambia mna chakula chochote hapa? Wakampa kipande cha samaki wa kuokwa, akakitwaa akala mbele yao. Kisha akawaambia, hayo ndiyo maneno yangu niliyowaambia nilipokuwa nikali pamoja nanyi ya kwamba ni lazima yatimizwe yote iliyoandikiwa katika Torati ya Musa na katika manabii na Zaburi. Ndipo akawafunulia akili zao wapate kuelewa na maandiko. Akawaambia, ndivyo ilivyoandikwa kwamba Kristo atateswa na kufufuka siku ya tatu, na kwamba mataifa yote watahubiriwa kwa jina lake habari za toba na ondoleo la dhambi, na kuanza tangu Yerusalemu nanyi ndinyi mashahidi wa mambo haya. Natazama, nawaletea juu yenu ahadi ya Baba yangu, lakini kaeni humu mjini hata hata mvikwe uwezo utokao juu. Amen. Pendwa mtazamaji wangu wa MHAE TV na wa kipindi hiki cha mkate wa leo, bila shaka unaendelea kufurahia mkate huu, maana ni mkate wa uzima endelea kufurahia akutana hapa. Yesu amekutana na wanafunzi wake alipokuwa wamejifungia, aliingia bila wao kujua, mpaka wakasema ah, inawezekana mzimu tunaona. Lakini Yesu akawaambia, akawaonyesha mikono yake na miguu yake, akasema aka, unaona, mimi ndioi mwenyewe. Nishikeni, shikeni muone, maana mimi sio roho tena, mimi ni mwili mifupa na nyama mnaona ninayo hii. Na baada ya kusema hayo, akawaonyesha mikono yake waka, waka na miguu yake wakaamini. Na baadhi yao walipokuwa hawaamini, Biblia inasema huku akistaajabu, ameingiaje huyu humu? Ndipo akawaambia mna chakula chochote hapa <laughs> wakampa kipande cha samaki akakila mbele yao. Basi e, e, akaanza kuambia jamani, haya ndiyo maneno yaliyoandikwa katika Agano la Kale, jinsi mus, Torati ya Musa inavyosema, manabii wanavyoongea, Zaburi inavyosema. Sasa yametimizwa, yametimizwa, maandiko yametimizwa. Kwa hiyo ni mimi maandiko, maana alisema nita uawa na siku ya tatu nitafufuka, na ndivyo mnavyoniona, nimeshafufuka. Ni mimi hapa, ni mimi hapa. Uh, sasa Biblia inasema ndipo akawafunulia akili zao wapate kuelewa na maandiko, ndipo akawafunulia akili zao wapate kuelewa na maandiko kwa kifupi ni kwamba aka, aka akazifanya akili zao zipate ufahamu, akawapa ufahamu kuhusu maandiko matakatifu yanavyosema, akili yao, akawafunulia akili zao, akawawezesha kuelewa maandiko, akawawezesha kuelewa maandiko matakatifu yanavyosema kumhusu yeye. Ndipo akili zao zikachangamka, zika sasa akawaambia ndivyo ilivyoandikwa kwamba Kristo atateswa na siku ya tatu atafufuka katika wafu. Akili zao sasa zinafunguka, wanashangaa, wakashangaa mno, akili zao zikafunguka, wakamtambua sasa, wakajua anachosema ni nini. Kwa hiyo kila alichokuwa sasa anasema wakawa wanakiamini na kukikubali. Halafu anasema na kwamba mataifa yote watahubiriwa kwa jina langu habari ya toba na ondoleo la dhambi kuanzia Yerusalemu. Kwa hiyo kuanzia Yerusalemu habari njema itahubiriwa kwa jina langu wat, kwamba watu watubu. Ehe. Yani anawaambia watubu wapate ondoleo la dhambi zao, yani wageuke wamwamini Yesu Kristo wapate ondoleo la dhambi zao. Sasa jambo lingine, anawaambia nawaletea, eh, eh, juu yenu ahadi ya Baba yangu eh, sasa kaeni hapa mjini mpaka mvikwe uwezo utokao juu. Ahadi aliyoisema hapa ni ya Roho Mtakatifu. Ahadi aliyoisema hapa ni ya Roho Mtakatifu. Ah, kwamba nawaletea ahadi ya Roho Mtakatifu ambaye atawapa nguvu za kuweza kuipeleka habari njema mataifa yote mkianzia hapa hapa Yerusalemu. Ahadi hii ilikuja kutimia eh, e, siku kumi baada ya yeye kupaa mbinguni. Siku ya kumi baada ya kupaa basi, ahadi hiyo ya Roho Mtakatifu iliwashukia kweli, wakiwa katika mji wa Yerusalemu, wakajazwa nguvu za Roho Mtakatifu. Tutaona huko baadaye, lakini hii ndio ninayotaka kuonyesha kwamba Yesu sasa ame, kwa hiyo alikuja na kila mwandishi alikuwa anaandika kwa namna alivyoona. E, Mathayo aliandika, Marko ameandika, Luka ameandika na Yohana ameandika namna Yesu alivyojionyesha kwa wanafunzi wake. Sasa hapa Luka naye aliandika kwa namna hii. Jambo muhimu hapa ni hili uh, kupeleka habari njema ah, jambo la kwanza ni akawafunulia akili zao wapate kuelewa na maandiko. Kwa hiyo ni vizuri akili yako na yangu ivuviwe uwezo wa kuelewa maandiko. Ni vizuri kumuomba Mungu akupe uwezo wa kuelewa maandiko kwamba Biblia inasema nini. E, ukijua maandiko ni muhimu sana, na itakusaidia wewe na wale watu unaowapelekea habari njema. Kwa hiyo kumwomba Mungu afungue ufahamu wetu. Jambo la pili hapa ni um, kuvuviwa Roho Mtakatifu, yani kujazwa Roho Mtakatifu. Anasema, nawaletea juu yenu ahadi ya Baba yangu hii ahadi ni muhimu sana itimizwe katika maisha yako, yaani nguvu za Roho Mtakatifu zijae kwa wingi katika maisha yako. Hizi zitakusaidia wewe binafsi, wale unaoishi nao, na wale utakaoongea nao kuhusu habari njema, maana anasema, tazama, nawaletea juu yenu ahadi ya baba yangu, lakini kaeni humu mjini hata mvikwe uwezo utokao juu. Kwa hiyo, Roho Mtakatifu ni uwezo unaotoka juu kwa ajili yetu kutusaidia kutuongoza, kutufundisha, kutukumbusha na kadhalika. Kwa hiyo ni muhimu sana kwa kila e, mteule wa Mungu kuwa na uwezo huu utokao juu. Huu uwezo ni muhimu sana kuwa nao katika maisha yako. Mungu wa mbinguni akubariki kwa kusikiliza, na nikutakie kila laheri na uwe na wakati mwema. Tunapoendelea kumalizia hili juma la Pasaka, Mungu wa mbinguni na neema yake ikae pamoja nawe sasa na hata milele. Amen.